Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imewataka waandikishaji wasaidizi na waendesha vifaa vya bayometriki BVR kutekeleza majukumu yao vituoni kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu za tume pamoja na umakini katika utunzaji wa vifaa. Hayo yamesemwa Machi 14, 2025 na mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Rufani Jacobs Mwambegele wakati alipotembelea na kuzungumza na washiriki wa mafunzo ya siku mbili ya uandikishaji wasaidizi na waendesha vifaa vya biometric kwa jimbo la Ukonga, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Naomba katika kufanya kazi ambayo kwayo mnafundishwa hivi leo, mkafanye kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu. Vyote hivyo mtafundishwa, lakini pale ambapo unaona umekwama usisite kuwasiliana na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwanza kituoni mtakuwa wengi, na pia watakuwepo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, simu mtakuwa nazo. Unapoona umekwama unahitaji kufanya chochote au kutrabolshoot mashine za bivya, tafadhali fanya hivyo ili usi kwa mishe zoezi. Jaji Mwambegele amesema vifaa hivi vimetumika nchi nzima kwa mizunguko kumi na mbili ambayo tume iliipanga na sasa ipo mzunguko wa kumi na tatu Mkafanya utunzaji bora wa vifaa. Vifaa hivi kama isingekuwa kutunzwa vema ninyi msingekuwa hapa leo. Vimetumika nchi nzima katika zoezi hili. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilijipanga katika mizunguko kumi na mitatu. Tumekwisha kumaliza mizunguko kumi na miwili na kuzungukia mikoa yote ya nchi hii ikiwemo Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Ninye Dar es Salaam mko katika mzunguko wa kumi na tatu na tunatumia vifaa hivyo hivyo ambavyo vimeru, vimenunuliwa na pesa ya mlipa kodi kwa bei ya juu sana. Mapema akifungua mafunzo hayo baada ya kuwaapisha washiriki hao kiapo cha kujitoa uanachama na kile cha kutunza siri, afisa mwandikishaji wa jiji la Dar es Salaam Advocate Faraja Nakua akawataka washiriki hao kufanya kazi kwa weledi na kuwa na lugha nzuri kwa wananchi. Dumisheni weledi wa kazi, nidhamu ya kazi, kujituma, bidii ya kazi, lakini pia na lugha nzuri kwa wateja wetu. Wateja wetu ni wapiga kura watakaojitokeza kwa ajili ya kuboresha au kuandikishwa au kutoa taarifa za kufuta taarifa za wapiga kura ambao wameshapoteza sifa za kuwa wapiga kura. Tuwe na lugha nzuri, lugha za staha, lugha za heshima, lugha za ukarimu, tuwe tuwe tuwe supportive, tuonyeshe ari ya kupenda kazi ambayo tunafanya lakini kikubwa bidii, ili tuweze kufikia malengo tarajiwa. Mafunzo hayo ya siku mbili ni maandalizi ya kuelekea zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura katika mkoa wa Dar es Salaam. Zaitun Mkwama, Dele News Digital.